Anasema wana wanachukua fedha wanaingiza kwenye mifuko iliyotoboka. Kundi kama ni kazi ni kweli mshahara unao lakini kama Freemason, hela naipata lakini hauoni matokeo ya hiyo fedha. Ni kwa sababu anga juu yako limefunguka. Lakini anga likishafunguka, ukipata fedha utaona matokeo ya hiyo fedha. Utaona kazi hiyo fedha na utajenga nyumba, utakaa ndani yake. Utaona matokeo ya hiyo fedha na uimiliki. Anga likiwa wazi, anga likifunga ni sawa na kutembea chini. Ni sawa na kaa kwenye jangwa, ni sawa na kaa kwenye nchi ya ukame. Hauna wepesi maisha, na bana kila mahali, na ni kuonyesha ahadi ya Mungu wa makauni kwamba tembea chini ya mbingu zilizo wazi. Na nikuonesha alama kama kumi za kutembea chini, kama tisa au nane, ya kutembea chini ya mbingu zilizo wazi. Nilikwambia mbingu zikishafunguka basi, uwe na uhakika Mungu anafungua hazina za mbinguni kwa ajili ya kujaza sawasawa na kumkumbuka Torati 24. anasema atafungua, atakujaza hazina za mbinguni sawa sawa na Isaya 45:3, anasema ataleta hazina za gizani, atainua watu kwa ajili yao. Kwa habari ya uchumi, kile anachokifanya kitafanikiwa, sawa sawa na Zaburi moja tatu. Lolote ambalo unatia mkono wako ulifanya, utaona linafanikiwa, linaenda, utapata wepesi kwa kile unachokifanya. Hakutakuwa na upinzani, kwa mbingu zitakuwa wazi kuachiria baraka, sawa sawa na Malaki 3:10, anasema atafungua madirisha mbinguni, ataachiria baraka hata isiwepo sehemu ya kuziweka. Na naposema atachiria baraka, baraka ni zaidi ya fedha, atachiria uzima ndani yako. Atachiria amani ndani yako. Atachiria furaha ndani yako. Atachiria kibali ndani yako. Kwa hiyo tunaposema kwa habari ya baraka kimungu ni zaidi ya fedha, atachiria fedha, atachiria kibali, atachiria afya njema, atachiria uzima, atachiria kuinuliwa, atachiria amani ndani ya moyo, atachiria kufanikiwa. Kwa baraka ni yote hayo. Hiyo ni alama ya kwamba mbingu zako ziko wazi. Lakini nikuambia, mbingu zikiwa wazi, Mungu atakutambulisha mwenyewe. Mbingu zikiwa wazi, mbingu zitatoa tangazo kutambulisha. Kuna mahali hautahitaji kutambulisha, wakiona, najua huyu ni mtumishi wa Mungu, huyu ni mwana wa Mungu. Mbingu zilipokuwa wazi, Yesu alitambulishwa. Ilikuonyesha Luka tatu ishirini na moja mbingu zilifunguka, Mungu mwenyewe akamtambulisha Yesu, akasema huyu ni mwanangu mpendwa inayopendezwa nah. na mbingu zilikuwa wazi. Nilikwambia mbingu zikiwa wazi hata waliokusahau watakukumbuka. Hata kama china lako lisahauliwa mahali, utashangaa linakumbukwa. Nilikwambia Modekai alisahuliwa kabisa, alimsaidia mfalme asipinduliwe, lakini china lake likaandikwa kwenye vitabu vikawekwa Kafanya application kwenye kampuni, unaomba kazi, CV yako inasomwa, hivi wanakunja kunja, wanaingiza kwenye dustbin, umesaulika hivyo ka, ukaomba kibali sehemu, kaomba kazi, wanasoma barua yako, wanakunja anaingiza kwenye faili, na saulika. Hao bosi anavuta meza anaingiza nani ya meza anafunga na anasahau. Pambana tu napambana, napambana, kumbe na uchui si vya kuipenda, walikunja kunja, kunja wakaingiza sehemu, wakasahau. Na kwa sababu mbingu zimefungwa, si hakuna kumkumbusha. Mbingu zikishafunguliwa, Mungu ana push mioyo ya wakuu, huwa ana push mioyo ya watawala, huwa ana push mioyo ya wafalme kwa ajili ya kukumbuka walioshauliwa. Haujaona, anaenda kwenye interview Anafanya interview, anamwambia umefaulu, nena atakupigia simu. Na baada ya hapo, apigiwi simu, unasubilia mwaka, ajaona simu. Haujaona kuambia tutakuita, unasubilia taitwa, unaacha na namba ya simu, unachua wataniita, hauitwi. Ulipoondoka kuna watu waliingia, wakabadilisha mashauri na jina lako likasahauliwa. Mkuta Mordekai amesaidia ufalme, amesaidia nchi sipinduliwe, ametumia akili ya kijasusi lakini, baadaye wakamwandika kwenye vitabu, Mordekai na jina lake wakalitunza. mali ekana, kuna watu wapo wamesahauliwa kabisa. Biblia inasema Esta sura ya sita, usiku ule mfalme hakupata usingizi, akaamuru aletewe kitabu cha maandiko ya taarifa nayo, akasomwa mbele yake. Mstari wa pili, urudishe kwanza, mstari wa kwanza uone vizuri hapo, kama moja, anasema usiku ule mfalme hakupata usingizi. Kakili Mungu alifanya alibana usingizi wa mfalme, hachui kwa nini na mawazo usingizi unakuja. Ikaonekana kuwa imeandikwa ya kwamba Mordekai aliwachongea Bigthana na Teresh wasimamizi wawili wa mfalme katika hao walio waliolinda mlango, waliotaka kumtia mikono mfalme Ahasuero. Mfalme akasema je, ni heshima gani au ni jaa gani Mordekai alifanyiziwa kwa ajili ya hayo? Watumwa wa mfalme waliomhudumu wakamwambia hakuna alilofanyiziwa. Mfalme wa suwero yupo nani bewani, ikawa Hamani hata kishia hapo. Kwa hiyo mtu alisaidia, lakini jina lake likaandikwa, taarifa zake zikaandikwa, lakini hakupewa chochote mpaka mbingu zilipoingilia kati, Wayahudi walipofunga maombi ya siku tatu, hawakula wala wakaomba kwa ajili ya ukombozi Wayahudi walifunga siku tatu hawakula wala kunywa kwanza. Baada ya hapo, roho ya mauti juu ya taifa la Israeli ikabatilishwa. Maana ameshapanga Wayahudi wauawe wote, walipoomba yale maombi akabatilisha roho ya mauti aliyekuwa amepanga wauawe, mauti kamkeukia mwenyewe, baada ya maombi ya siku tatu ya hapo yale maombi yakaleta ukumbusho, akaletewa kitabu asome, hakumbuka jina yake. Ilikuwa limesahaulika, hajafanyiwa chochote. Inawezekana wamesahaulika mahali. Mbingu zikisha kuwa wazi, waliosahaulika wanakumbukwa. Mbingu zikiwa wazi, waliosahaulika majina yao yanakumbukwa. Sema amina. Haujakumwa ha kwa habari ya mtu anaitwa Yusufu akiwa gerezani? Amesaulika kabisa. Mbingu mbingu zilipokuwa wazi, Yusuf alitoka gerezani. Alijikuta mbele ya mfalme ziko, mbingu ziko wazi. Haujasoma kwa habari ya Daudi? Daudi alikuwa kijana mdogo tu. Amesaulika. Aheshimiki popote. Amesaulika mpaka na wazazi wake Yuko anachunga kondoo Daudi. Wameitwa wengine wote, Daudi amesahaulika mpaka Samuel anamuuliza Yeshe, hivi wanao wote wameisha? Anasema ndio, anasema hakuna mwingine, anasema ah, kuna mwingine mdogo wao wa mwisho kabisa yuko kondo, anachunga kondoo, aliyekuwa amesahaulika, anachunga kondoo. Wakati wake ulikuwa amefika mbingu zimeweka Alifatwa nyikani kwenye kuchunga kondoo, akaja akatiwa mafuta akawa mfalme. Mbingu ziko wazi, lazima utakumbukwa na utatiwa mafuta kuwa mfalme, kwa jina la Yesu aliye aisema, amina. Niwambia, mbingu zikiwa wazi, kuna uwezesho wa kimungu. Mbingu zitakuwezesha mbingu zilipofunguka, Yesu alishuka huwa kama alama ya Roho Mtakatifu, alishuka kwa ajili ya kumwezesha Yesu. Yote aliyafanya Yesu alitegemea uwezesho wa Roho Mtakatifu. Kwa sababu alijazwa wa Roho Mtakatifu, alipakwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Saa ile ile baada ya kukubatizwa, mbingu zilifunuka na akashuka Roho Mtakatifu kama hua. Nilisema mbingu zikisha Mungu anashuka kwa ajili ya kuhukumu maadui, Mungu anashuka kwa ajili ya hukumu. Mwanzo saba kumi na moja anasema Mungu akafungua madirisha ya mbingu akaachilia maji yagalika kwa ajili ya watu, wakati wa Nuhu. Nuhu amehubiri injili miaka mia moja anajenga safina, watu wa kuelewa, lakini Mungu alifungua mbingu, madirisha ya mbingu alifungua akachilia maji yagalika. Leo naonesha Mungu anashusha hukumu wakati wa wakati wa Joshua. Kitabu cha Joshua sura kumi, aya ya kumi na moja mbingu zilikuwa wazi Joshua, mbingu zikachia mawe yakapiga maadui wa Israeli waliokimbia upanga wa Joshua, na hawa waliopigwa wakafa walikuwa ni wengi. Hakuna adui atasimama ya mbele yako mwaka huu kwa jina la Yesu. Maandiko nasema watakuja kwa njia moja, lakini wataondoka kwa njia saba. Haleluya ashida naye na Bwana atapondwa. Hiyo ni Biblia, hukumu dhidi ya waovu na hukumu dhidi ya miungu. Nilikuambia mbingu zikifunguka ni alama ya wamsho, kuna wamsho natokea kana mbingu zikifunguka, inashuka mvua. Mvua ni alama baraka, mvua ni alama ya wamsho, mvua ni alama ya msimu mpya. Kwa kama anga zimefunguka uchue ni, ni alama ya msimu mpya ni alama ya uamsho, ni majira mapya yanaanza. Sahau ya zamani, anzia hapo kwenda na mbele. Sahau lipanguke elfu mbili ishirini na tano anzia hapa. Mungu ni mambo ya mambo mapya Anasema, tazama nitafanya jambo jipya, hata jangwa litatoa maji, hata nchi kame itatoa maji. Sahau ya zamani, anzia hapa, nena mbele. Mungu ana mpango mpya mwaka huu, sema amina kama unaamini na naupokee sawasawa na amina. Sawa sawa yako, nilikuambia baraka ya mtu iweze kacheleweshwa, baraka ya mtu iweze kacheleweshwa, lakini mungu akiachilia baraka, anataka baraka uipokee kwa wakati, mbingu zikiwa wazi, anataka upokee baraka yako wakati wake. Nilikuambia uzuri wa jambo umefungamanishwa na muda, hawezi ukatenga muda na uzuri wa jambo. Mhubiri wetu anasema kila jambo na wakati wake, na kila jambo amelifanya zuri kwa wakati wake, Mhubiri wetu kumi na moja. Kwa hata kama ni baraka lakini ikacheleweshwa, itakuwa haina maana tena. Kama ni baraka adui akaikuhamisha, kuhamisha, itakuwa haina, haina maana tena, kwa sababu uzuri wa jambo umefungamanishwa na muda, kila kitu kimefanywa kizuri kwa wakati wake, kwa uzuri wa jambo huko ndani ya muda. Hata kama ni baraka imekuja, lakini imecheleweshwa, kilo kuna kitu adui ameharibu. Kwa kama ni baraka, Mungu amesema mwezi wa sita ni mwezi wa kuinuliwa kazini, mwezi wa sita hutakiwi kupita, huo ni wakati uliobeba baraka. Tutaombea wakati na mbingu zikiwa wazi, baraka yako itakuja kwa wakati wake, haitacheleweshwa kwa jina la Yesu, ndiye haleluya.